Kuna dawa nyingi sana ambazo zinatibu mafua lakini uh, Tylodox Extra itabaki kuwa ni miongoni mwa dawa ambayo aa, inafanya vizuri sana kwenye tiba ya mafua. Kwao wafugaji wengi sana tumekuwa tukitumia hii dawa, nadhani tumekuwa pia tukipata matokeo. Na ipo hivi katika ufugaji jamani, aa, unaweza ukatumia dawa ukapata matokeo na muda mwingine unaweza ukatumia dawa ukapa, usipate matokeo. Kuna sababu nyingi sana zinazopelekea usiweze kupata matokeo endapo umetumia dawa ya ugonjwa fulani na ukashindwa kupata matokeo e. Kuna siku moja hapa Kingo Farm nitakuja kuleta kwa nini uh, unatumia dawa nyingi na kuku wako hawaponi. Uh, zipo sababu nyingi sana uh, lakini Tylodox ni, ni, ni, ni, ni, ni dawa ambayo hizi um, dawa za, za dukani ni miongoni mwa dawa ambayo ina, ina, inatibu vizuri mafua. E, sasa mafua yapo ya hatua tofauti tofauti. E, shida ya mafua, ugonjwa wa mafua ni, ni, ni hatari sana. Uh, shida ya wafugaji wengi hatuweki kwenye ule uhatari zaidi. Wafugaji wengi tumekuwa tukifikiria magonjwa ya virusi kama vile uh, gomboro kideli, ndui e, e, e, ni magonjwa hatari sana lakini, miongoni mwa magonjwa hatari pia kuna haya magonjwa ya mafua kwa sababu pia mafua yanakuaga na hatua tofauti tofauti na tiba zake huwa zinakuwa ni tofauti tofauti na muda mwingine mafua yanaweza yakakufanya ukapoteza kuku wako wengi sana, wengi sana. Nadhani huenda uh, wewe unanisikiliza hapo ukawa ni miongoni mwa mashahidi bora kabisa ambao wamewahi kupoteza eh, kuku wengi kwa sababu ya ugonjwa wa mafua. Ukitaka ku tibu mafua vizuri kabisa e, ni vema ukaatibu katika hatua ya awali uh, haya mambo huwa ninaelekeza kwenye kundi letu la mafuzo la Kingo Farm, ambalo unalipia shilingi elfu tano kujiunga na unakaa humo kwa muda wa miezi miwili kwao kwa mfano ngoja ni waibie sili eh, kutoka kwenye kundi letu la, la mafuzo. Mara nyingi sana huwa ninaelekeza watu namna ambavyo wanaweza wakatambua dalili za mwanzo za ugonjwa wa mafua eh, ni nyakati zipi ambazo kuku huwa anaonyesha kwa kiasi kikubwa sana eh, dalili za kwamba huyu kuku anaenda kuumwa mafua. Kwa hiyo ukimpa dawa pale ni rahisi tu tena unampa hata siku moja siku mbili basi anakuwa amekata kabisa zile dalili. Lakini e, sio kuweka chanjo hiyo tu lakini pia e, mazingira kuwa na mazingira bora ambayo hayatapelekea kuku wako kuweza kupata mafua kama kuwa na banda ambalo linapitisha hewa vizuri, e, banda ambalo lina mzunguko mzuri wa hewa, lakini pia e, kusafisha banda lako kwa wakati e, vitu kama hivyo vitakufanya ukae mbali na mafua, la sivyo mafua ni ugonjwa hatari e bwana. Ngoja pia ni kukumbushe kwamba tarehe kumi ya mwezi huu hapa, tutakuwa tunaingiza vifaranga bandani kwetu kwa hiyo uh, kwa sababu sisi Kingo Farm huwa tunaelekeza namna ya kupokea vifaranga tokea siku ya kwanza na kuvilea mpaka wanakuwa wakubwa eh, na kama ni vifaranga wa broiler basi mpaka kipindi unapowafanyia biashara zile hatua za kuwalea. Uh, kwa hiyo uh, kama unaweza kujiunga na kundi letu ili uweze kuanzia tarehe kumi ili ukajua vizuri hatua ambazo sisi tunapitia kualea kuku, basi itakuwa ni vizuri zaidi, au ukapata handout za vitabu, vitabu vya safari ya ufugaji, kitabu cha tiba za asili, kitabu cha ufugaji wa broiler. E, ni vizuri zaidi kwa sababu vitakuongezea maarifa ya ufugaji lakini pia na kukupunguzia gharama e. Kama ukipata kitabu ambacho kina kanuni ya namna za kuchanganya chakula ili uweze kupata matokeo, basi utakuwa umepunguza gharama kwenye ufugaji wako, kwa hiyo na kukufanya kwamba upate faida vizuri kabisa. Aa, sasa ngoja nikupitishe kwenye hatua za huu mchanganyo na kitu kizuri nitakwenda kukuambia hapo baadaye, ni kwamba huu mchanganyo una faida nyingi zaidi ya e, vile ambavyo ingefanya Tylodox. Ah, hapa unahitaji unga wa vitu vitatu, unahitaji unga wa tangawizi aa, pia unahitaji unga wa binzali. E, na kitu kingine unahitaji unga wa kitunguu saumu. Sasa nakwenda kukuambia utahitaji kwa kiasi gani. Utachukua tangawizi e, tano zenye umbo kama hilo hapo, utaziosha vizuri kabisa kama ambavyo unaona hapo zimeoshwa. Lakini pia utachukua binzali zenye umbo kama hilo hapo, utachukua binzali nne na zenyewe utaziosha vizuri kabisa, na kitunguu saumu kimoja cha kawaida. Aa, lakini pia utahitaji na pilipili ya unga. Hii pilipili ya unga hapa sitaielezea vizuri sana kwenye kuandaa, kwa sababu unaweza ukaenda dukani ukainunua. Aa, sasa hapo tuna tangawizi lakini pia tuna E, binzali. Hivi vitu ni kama vile vinafanana, kwa hiyo ninataka nikuelekeze jinsi gani ya hatua zipi unaweza ukazitumia ili uweze kutengeneza unga. Maana yake hapa tunahitaji unga, tunahitaji poda kwa ajili ya kuchanganya huu mchanganyo wetu, na kama tutafanya hivyo basi huu mchanganyo wetu utakaa kwa muda mrefu, tutaweza kuutumia kwa muda mrefu, na tutakuwa tunatumia kipimo kidogo sana e, kuliko vile ambavyo ukasagia labda kwenye maji ukachukua ukabrendi ukaviweka kwenye maji utakuwa unatumia gharama kubwa sana. Kwa hiyo tuende hatua kwa hatua, tuangalie njia ya asili nzuri kabisa ambayo unaweza ukakausha hivi vitu. Sasa chukua tangawizi yako ioshe vizuri kama hivyo, ikate e, kwenye slash kama hivi, vipande vidogo vidogo, ni rahisi kukauka, au unaweza ukakata vipande kama hivyo hapo, kisha ukakausha. Au wengine huwa wanakausha hivi vijapo, ukakausha hivi vitachukua muda mrefu sana. Kwa hiyo e, baada ya kukausha, ikakauka e, kwa mfumo huu hapa, ikaushe kwenye jua la mchana, sio lazima la jioni. Kisha utakuja utabrendi. Ukibrendi uh, utachekecha utatoa vinyuzinyuzi hivyo, na kisha utakuja kupata poda safi kabisa kama hiyo hapo ambayo unaiona. Uh, hizi zi hatua utazifuata utakapotaka kutengeneza unga wa binzali. E, utaziosha vizuri kabisa, utakata vipande vipande vidogo vidogo, kisha utakausha kwenye jua jua. Hapa utatumia jua ambalo e, sio lazima jua la kwenye kivuli au lile jua la asubuhi, jua la asubuhi na jua la jioni la kwenye kivuli. Uwaga tunatumia kama tunataka kukausha labda majani, hatutaki apoteze ule ukijani wake, manake tunajua kabisa majani ukiyakausha uwaga yanabadilika, yanakuwa ya kaki, kwa hiyo kama hatutaki kupoteza ule ukijani wake, ndio maana huaga tunaikimbia jua la mchana. Lakini kama unataka kitu kikauke vizuri, basi unatumia jua e, kali na jua yani jua lolote lile wewe utakausha, ili mradi vitu vyako viwahi kukauka. Kwayo, uh, ona, kwa hiyo umeshaona kwamba umeweza e, kuelekezwa hatua za kutengeneza e, unga wa e, tangawizi lakini pia unga wa E, turmeric i binzari. Ah, sasa e, kutengeneza unga wa e, kitunguu saumu utachukua kitunguu saumu utakimenya vizuri kabisa maganda yake yale utakimenya vizuri kabisa maganda yake mpaka upate kile cheupe chenye kilaini. E, kisha utakata vipande vidogo vidogo kwa sababu tangawizi ni ndogo ni ngumu sana kukata katika e, slash. Kwa hiyo ukikata vipande vidogo vidogo, utavianika hivyo vipande na baadaye uta blend au unaweza ukatwanga jamani, kama huna blender unaweza ukatumia kaya kinu kadogo au kikubwa, lakini inatakiwa ukioshe vizuri, kisha ukikaushe e, usisahau kuchekecha kutoa ule uchafu. Uchafu naozungumzia hapa, nazungumzia zile nyuzinyuzi, kitu kama vile tangawizi na hii binzali huaga zinakwaga na, na, na nyuzi, nyuzi flani hivi uh, tunaita fibers. Kwa hiyo zile pale unazitoa una, una ili uweze kupata unga kama unga wenyewe. Sasa hivi vitu vyote vi, ulivyoviandaa, basi utavichanganya pamoja. Uta, utavichanganya pamoja kwa sababu eh, kule tulishaweka kiasi sahihi ambacho unapaswa ukichanganya. Baada ya kuchanganya huo mchanganyo, utakuja kuongeza na kijiko kimoja cha chakula cha pilipili. Ile pilipili ya unga niliyokuambia uandae mara ya kwanza, utaongeza kwenye huo mchanganyo, kisha utauchanganya vizuri kabisa. Kwa hiyo utakuwa umeshaandaa mchanganyo wako sasa. Huo mchanganyo wako utakuwa unatumia eh, kijiko kimoja, kijiko kimoja unaweka kwenye maji lita kumi, maana yake nusu ya kijiko e, hivi vijiko vya chakula utakuwa unaweka kwenye maji lita tano. Kwa hiyo itakuwa ni e, umetengeneza mchanganyo wa mafua mzuri kabisa, na huo mchanganyo pia ni booster moja nzuri sana, na uzuri wa huu mchanganyo unakaa kwa muda mrefu sana.